kwa kilichotokea Tanzania Oktoba 29, Ndio. kwa vilivyoripotiwa na vyombo vya habari vya kimataifa, Ndio. na kwa kilichofanywa na vyombo vya habari vya ndani, Ndio. Samsasali, kama mwanahabari mwenye ithibati Ndio. uliyeruhusiwa na mamlaka ya Tanzania kutoa na habari kwa wananchi, ndio na jana umesifiwa na msemaji mkuu wa serikali ndio. Unahisi kweli sifa ulizopewa jana unastahili? Ni kama wosia wa mwisho wa marehemu. Pia ulisema umelipokea swali langu, wakati ulisema yeah. yeah. umelipokea mm. sifa mlizopewa jana mm. na msemaji mm. mkuu wa serikali mm. mpaka kufikia kutaka kuundiwa nyinyi mfuko maalum mnastahili katika zile sifa? Kwa hiyo siwezi kwenye kujumulisha kwenye sifa, kwenye sifa zile pale kwa sababu ingekuwa ingekuwa nizikataa. Acheni na wewe Farahani, wewe ungekuwa uko Marekani huko nje ya Tanzania mm, uh, na posti Simba e, mikeka ya Simba au wewe kani, ungekuwa huko nje ya Tanzania, hapo ungekuwa una, una posti uba ungekuwa nawe umeungana kuweka satellite juu. <laughs> Alafu una unaongea una vya kwako, si niuliza tu maswali tu, ama maswali ambayo ukipewa sifa, najiuliza hizi sifa kweli ni zangu au si zangu. Kuna wengine walioacha kufanya kwa sababu ya weredi, naona weredi wale washindwa kubalansia stori, lakini kuna watu ambao walishindwa kufanya kwa woga Both, mimi kama mimi, mimi, mimi na trauma. Trauma hivi nini? Trauma ni kiwewe, trauma ni makosa ama ugonjwa au jambo la kutokea zamani ambayo kila ukikaa unahisi litakutokea tena. Kwa hiyo kuna wakati nilikuwa naandika nataka niongee, lakini nakumbuka nilisababisha klasi ilifungiwa siku za kutosha ilifungiwa TV, ledio mpaka digital